Si wa Marekani amekuja tena na kukishambulia ama kuvishambulia vyombo vya habari ambavyo vimeonekana vikikanusha na kwenda kinyume na zile taarifa ambazo yeye siku zote amekuwa akizitoa. Moja ya taarifa ambayo alikuwa ameitoa ni kufanikiwa kuweza kushambulia yale maeneo ya nyuklia ama vinu vya nyuklia kuelekea taifa la Iran, ambayo lilikuwa limetekelezwa na taifa la Marekani kupitia ndege zake special ambazo zilikuwa zimetumika kuweza kusafiri na kwenda kushambulia na kisha kujirejea tena kuweza kufika, uh, tena nchini Marekani ama kwenye kambi zake ambazo zinamilikiwa na Marekani. Sasa, taarifa ambayo ilitoka na CNN ilikuwa imepinga ama imeenda kinyume na taarifa ambayo ilikuwa imetolewa na Donald Trump. Siku ya leo, Trump ametoka hadharani na kusema kuwa vyombo vya habari viwili ambavyo amevitaja kabisa, CNN pamoja na Times New York amevipa taarifa ya kwamba vinadanganya umma na siku zote vimekuwa vikitoa taarifa ambazo zigo negative, na ile taarifa ambayo anakuwa Trump anaitoa. Nikukumbushe tu a, jeshi halijatoa taarifa yoyote ya kwamba ilifanikisha kuweza kushambulia vinu vya nuclear vya taifa la Iran, lakini ni rais Donald Trump pekee ambaye amethibitisha jambo hilo ya kwamba limefanikiwa na kuwapongeza wanajeshi kwa namna ambavyo walikuwa wamejitoa na kuweza kulifanikisha kila kitu kuweza kutokea. Lakini moja ya kitu ambacho watu wengi wanadiplomasia mbalimbali ama watafuta amani waliweza kuongea ni kwamba kauli ambayo imetolewa na Trump usiku wa leo kupitia mtandao wake, akaunti yake ya Twitter, ama sasa hivi inafahamika kama X ya kwamba inaweza kuchochea vita vya Mashariki ya Kati. Kwa sababu kila mmoja anaweza kuona kwamba taarifa ambazo zinatolewa na Trump zinataka kujiona yeye ni mwamba, anataka kuonekana yeye ni mkubwa siku zote, kwa hiyo anataka kujiheshimisha na wao watataka kuonekana heshima yao haiwezi kupotea, kwa hiyo watataka kujibu yale mapigo ambayo yalikuwa wameyasema ama kupinga negativity ambayo ilikuwa inatolewa na Rais Donald Trump. Sijui hali itakuwa kwa namna gani kupitia kauli ambayo imetolewa na Trump, lakini naamini taifa la Iran hivi sasa lilishasimama likakaa kimya na hata taifa la

Sasa hivi, japokuwa Trump aliliandalia na kulishambulia kwamba baada ya kutangaza amani kwa masaa kumi na mbili, Israel ilianza kuishambulia tena taifa la Iran, kitu ambacho kutumia teknolojia ambayo Marekani wako nayo, wakaweza kuintercept ama kuingilia na mabomu kabla hajaweza kufika katika ardhi ya Iran, ili kuweza kuendelea kuchochea ile vita. Kwa hiyo akalipua angani na mambo akaweza kurudi tena sawa bin sawia, kwa hivi sasa ambayo taarifa kubwa iliyokuwepo ni vyombo vya habari kuonekana kuwa na kinyume na taarifa ambayo inaitoa rais Donald Trump. Bado CNN na Times New York haijatoa taarifa rasmi kuhusu jambo hili ama kuongelea kabisa, lakini naamini wataenda kujibu na tutaenda kusikia na wao wamekuja na majibu gani kwenye taarifa ambayo imetolewa na rais Donald Trump.